Rasuha kichwa chake ndo kiko juu, wafihi na kwenye kichwa, sehemu ya kichwa lisanuha, kuna ulimi wake mwanamke, wa ulimi huo wa. wa huwa ladhi yahsulu minhu aladha. Hapo kwenye ulimi hapo, ndipo pahala panapopatikana maudhi yote ya mwanamke ndio maana ya maneno Mtume wa inna wa shay'in min adhilai alahu adhamiru pale ni ule ubavu wenye alahu, na vile vile kwa mfano mwanamke itakuwa alaha vilevile. Juu yake mwanamke ndio pahala pagumu zaidi, katika pahala palipopinda ni juu yake. Juu ni kuna nini? Ni kuna kichwa katika mwili wake mwanamke, na kwenye kichwa kuna ulimi. Tokea hapo ulimi hata namami, kwa mwanamume una matatizo makubwa sana. Makosa mengi ya binadamu yamesababishwa na ulimi.

kitu hicho kwa upande wa mwanamke anacho, tena anakitumia vibaya sana, ni sehemu iliyoko juu katika mwili wake. Mtume akaendelea: <coughs> Fa in dhahabta tuqimu, endapo utajitahidi kutaka kuunyoosha ubavu mpaka unyooke, na hivyo ndivyo ulivyopindana na mwanamke. Kapindana tena katika sehemu ya juu, ulimi wake. Sasa anafika mwanamke kahamaki anamwambia mumewe wa ndoa, na anajua kani mumewe. Siku moja anamwambia maneno wakoudhi, anamwambia usione watoto hao, kazania yako wewe, hao uh, wanani manake, iko siku mtaani utaona maneno, watu wamegombana, wanaanikana aibu zao, wanjani, mwanamke umsikia anatamka maneno magumu. Au anakuja mwanamme, leo kanambia makubwa sana, leo anaambia totosi wangu, mim wali ali, najua kama ni wake, lakini kwa ile tabia ya kike tabia ya kupindana kwake alikopindana sehemu ya juu kwenye ulimi wake, kichwani kuna ulimi basi. Anamwambia mwanamme, yaani mumewe, kwamba wale watoto sio wake wale. Anamwambia kwamba wewe umekuwa ni mwanamme wa kupata toto kama wewe ni matusi yaliyokuwa makubwa mno, kama hakuwa mtu na busara za kusoma dini kisawasawa, na kama Mtume kausia wanawake wafanyiwe, kama mtu hana kitu hicho, basi atakuwa akitoa talaka maisha yake kila siku, au atakuwa akiua na kupiga na kuvunja. Lakini anatakiwa awe mstahamilivu sana, aijue tabia ya wanawake ilivyo majumbani.